wa chuo kikuu aliyetegemewa na familia yao, hivyo akaamua kuendelea kuwanyonya wanaume hasa bunge Suluhu hadi atulie na kumpenda mkewe. Aliishi pamoja na Natasha, mwanafunzi mwenzake aliyesoma zaidi ya miaka saba chuoni, hivyo yeah. Natasha alimpa Abida wazo la kumpa dawa ya usingizi Suluhu ili kuchu achote ataka. Abigael alikutana na Suluhu chumani, akamtilia dawa kwenye kinywaji na kumwesha. Suluhu naye alifikiria namna ya kumshawishi Abigael awe mke wa kando na jinsi ya kumwangamiza mkewe Bisuluhu. Bwana Suluhu alipopata usingizi, Abiga aliona ni vyema azile pesa zote za Suluhu kabla ya kumwondoa duniani. Akaipata barua ya Bi Suluhu kwa mmeme kutedeshini. Kwanza, Bi Suluhu alimkumbusha Suluhu kuhusu ndoa yao ya miaka kumi na mbili. Pili Tatu, Suluhu ndiye aliyemuua mamaye ya, ali ya biga na kuleta maendeleo katika eneo bunge kwa sababu ya pesa za bwanangoma alimvungusha. Awali alipowajali wazazi wa na kumsisitiza kuwa angekufa na chanzo cha mauko yake likiduu ilo ya alijuta kuolewa naye mwishoni Alimwomba mmewa asimwambukize ugonjwa Abigai na kuwatunza wanao. Baada ya kuisoma barua ya Bi Suluhu, Abigai alijuta kuingilia ndoa ya Suluhu na kuelekea chuoni bila kumwona Suluhu. mm -hmm. Kwa hivyo kesho tutasoma kuhusu maudhui.